Kevu, e Bwana wangu. Niondole kiburi, e Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Nilikuahidi baada ya ushuhuda huu nitakuwa na maombi kwa ajili yako lakini kabla ya maombi haya nisema, pia nitataja namba yangu ya simu, sijasahau sahau. Nitaitaja namba yangu ya simu, chukua simu yako, nitairudia mara mbili. Andika 07 tisini na nne thelathini na tisa kumi na tano ishirini na nane nitarudia tena zero saba tisini na nne thelathini na tisa kumi na tano ishirini na nane. Mwisho nitasoma kitabu cha Waefeso sura ya nne mstari wa ishirini na mbili hadi ishirini na nne. Bibilia inasema, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye udanganyifu. Nitarudia tena, mvue kwa, kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, na mfanywe upya katika roho na nia zenu, mkavae utu mpya uliyeumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Nimesoma maneno haya, natamani niombe, ni ombe na wewe ambaye umekuwa ukinifuatilia katika shuhuda zangu. Leo nimekuja na neno hili ya kwamba mvue utu wa kwanza ambao ulikuwa katika udanganyifu umedanganyika mara nyingi na habari za Shetani, habari za waganga, habari za wachawi. Wamekuimbia sana kwa magonjwa ulionayo, wamekuimbia sana kwa mateso ulionayo, lakini leo mimi mchungaji wako nimekuja ili nikutangazia habari za nguvu za Mungu kwenye maisha yako, habari za faida za kumwamini Mungu kwenye maisha yako. Hawa waganga hawatakusaidia, hawa wachawi wasikuogopeshe. Ukiwa na Yesu Kristo, yeye ndiye kinga na nguvu ya tumaini wako. Ninakwambia, kama umenisikia, lakini pia unaendelea kunifuatilia, nataka neno hili ulifuatilie, ulisome vizuri na uendelee kulichunguza jinsi ambavyo Paulo anaagiza watu wavue utu wao wa kwanza wenye udanganyifu uliojaa tamaa za ulimwengu huu uliojaa uesherati uliojaa kila tabia mbaya za ulimwengu huu ya kwamba watu hawa ili waonekane katika mwili mpya. Mwili mpya ni wa Kristo, mwili wa utakatifu. Ukimkiri Kristo, ukiamua kumwamini Yesu Kristo, umeamua kujitoa lile gamba au lile vazi loko juu yako liliokufanya uonekane mchafu. Yesu Kristo anakufanya mpya, anakuvika vazi la upya, vazi la utukufu Vazi hilo ambalo ndani yake kuna uzima, ndani yake kuna uponyaji, ndani yake kuna sifa njema, ndani yake kuna baraka, ndani yake kuna utumishi mwema, ndani yake huyo Kristo. Hilo vazi linakupa tumaini ya kuendelea kuona fahari ya kuishi katika ulimwengu huu, lakini ukiwa na tumaini la kwenda kuishi maisha ya milele ya mbinguni. Yavue mavazi yako ya kwanza ya udanganyifu, unayoongozwa na shetani, vua mavazi yako ambao shetani amekuvika. Wengine wamekuwa kivaa mavazi wakijiwakilisha, wamejiita ni makahaba, wanavaa mavazi yao ukiwatazama, makweli yanawawakilisha. Wengine wamevaa mavazi, wengine ukiwaona kabisa sura zao oh, zinafanana na vazi lao za ulevi, sura zao zimekunjamana wakiwatazama. Wengine katika vinywa vyao wanadhihirisha jinsi walivyo, wanayatamka yanadhihirisha ufalme wanaotumikia. Sikiliza mpendwa, Yesu Kristo ni neema ya ajabu kwenye maisha yako. Mwamini Yesu leo, ili afanyike kuwa Bwana mwokozi wa maisha yako. Yesu atakupa heshima, hata kama wewe ni mchawi, ni mganga wa kienyeji. Umesikia ushuhuda huu na unatamani umwamini Yesu, unaweza kujiuliza maswali: wewe uliokokaje? Ulipataje neema? Neema, neema ni kufahamu ukweli. Ukristo kumwamini Yesu, kuwa Mkristo ni kuamini shuhuda zake. Shuhuda zake kila siku zinahubiriwa, watu wanatoa ushuhuda Maredio ni watu wanaenda kuhubiri. Kwenye TV wanaenda kuhubiri habari za Yesu na kila siku unasikia moyo wako unafanya kuwa mgumu ili kwamba Yesu aweze kukuokoa na kukutoa katika vifungu ulivyo navyo. Unatakiwa kumkabidhi Yesu maisha yako. Kata yote unayoona yana faida kwa Shetani, kwa sababu faida yake ni ya muda. Faida yake inapita. Lakini ukimwamini Yesu Kristo, anakupa faida ya kuishi duniani kwa faida na mbinguni kwa faida. Leo nitaomba juu ya watu kwanza wanaotaka kumwamini Yesu na kama umemwamini Yesu, umeamua kukiri moyoni mwako kwamba nataka nifanye upya, lakini nataka kupata mawasiliano na wewe mchungaji, niende kuwasiliana na wewe. Nataka nikuombe sala ya toba. Unifuatilie sala hii. Hii sala ukishaikiri, halafu utalipigia simu. Na ukishanipigia simu, au hata kama hujanipigia simu, nenda moja kwa moja kwa mchungaji yoyote yule ambaye unamjua kwamba yeye mchungaji ni Mkristo nenda ukamwambia, nisikia habari njema ya kwamba Yesu anaokoa waganga wa kienyeji. Yesu anaokoa wachawi. na mimi ni mchawi, na mimi ni mganga, na mimi ni mlevi, na mimi ni mshirikina, nina magonjwa, nimetembea kwa waganga sana, sijapata kupona. Nimeambiwa kwa Yesu kuna uponyaji, na Yesu atakuponya atakufungua, na neema ya Mungu itakuwa juu yako. Sema maneno haya, sema maneno haya. Bwana Yesu, ninakuja kwako, nimeamua mwenyewe ndani ya moyo wangu, bila kushawishiwa na mtu. Nimegusikia matendo yako makuu uliyoyatenda kupitia mtumishi wako. Lakini sasa umemwokoa na mimi, uniokoe. Ninakuja kwako, ninaomba unirehemu, futa dhambi zangu, nivike vazi lako la utukufu, nipe sifa njema na utumishi unaokupendeza na, na uniponye magonjwa yangu, uniponye rana, unifungue vifungo, unikomboe na kila falme za giza. Ninahitaji kukuamini wewe, nikufuate wewe, nikutumainie wewe siku zote za maisha yangu mpaka ukamilifu wa dahari, ili nikuone wewe ukinipokea katikati ya watakatifu wengine. Nimekukiri wewe Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia sasa nitakuamini na kugutumikia kwa jina lako Yesu Kristo. Sema amen. Ngoja niombe na watu wenye magonjwa. Kamata mkono wako wa kushoto kifuani. Mwingine kama unanisikiliza kupitia TV, kamata kwenye TV. Kama unanisikia kwa kupitia simu yako, wewe kamata mkono wa kushoto kifuani, simu yako endelea kuiinua tu vizuri, ili uendelee kunitazama. Usifunike macho, unitazame kwa macho yako, na Mungu ataiachilia nguvu ya uponyaji kwa ajili yako. Kama kuna magonjwa, nitaomba kidogo, sitaomba sana, wala kuomba sana kwa kupiga kelele, sio kama ndiko kujibiwa. Nitaomba haya maneno machache, halafu utaniambia Mungu alichokitenda kwenye maisha yako. Mungu anadhibitika kwa nguvu zake, sio kwa maneno ambayo ni maneno yangu, bali maneno yatokayo ndani yake yenye ya nguvu ya roho yake yeye. Mungu ataiachilia nguvu ya uponyaji ndani yako, gusa kifuani. Nitaomba. Baba, katika jina la Yesu ninamgusa mtu huyu ambaye ananitazama kwa moto na nguvu zako kama ziko falme za mapepo, ziko falme za giza, ikiwa yako magonjwa, ametembea kwa waganga wengi, ametembea kwa wachawi wengi, imeshindikana, lakini Bwana leo ameamua kukuamini Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yake, ninaiachilia nguvu katika jina la Yesu, apokee uzima! Mapepo toka! Magonjwa ondoka! kila nguvu za giza Ninaziyayusha kwa mamlaka ya jina la Yesu na utamka mato kuanzia sasa, apokee na uwe mzima. Ninatamka apokee, uwe mzima, akiwa na mwakilisha ndugu yake, ndugu yake akiwa ni mgonjwa, amejuguzwa kwa ajili ya ndugu yake, aliyefungwa, aliyeshikiliwa, aliyeteswa, aliyeonewa, ninaamuru uponyaji kwa jina la Yesu, wote wapokee kwa jina la Baba na la la Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Mungu akutendee mema. Mungu aonekane juu yako. Mungu akupiganie. Endelea kumamini Yesu, endelea kumshika Yesu, usipunguke katika neno lote. Wote tuseme amen, amen.